Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, na meza kuu yote, itifaki nimeitambua. Ndugu zangu tuko kwenye ziara maalum ya Operation No. Bila mabadiliko, hakuna uapo. Viongozi wakuu wakagawanyika Mmoja kuelekea Iringa, Njonge, Makambaa na kadhalika. Mwenyekiti akachukua ruti ya kwenda Rukwa. Tulipotoka Mbeya, moja kwa moja tukaenda Rukwa. Tumekwenda kila eneo, kila jimbo la mkoa wa Rukwa, mpaka ndani kabisa kule ziwani tumefika. Tumekuta chama chetu kiko imara sana.

wako tayari kwa mabadiliko na wamejiandaa kusikiliza tunaendaje mbele, na ndio maana sasa sisi tuko hapa lakini pamoja na kiu yenu wa mabadiliko kupitia uchaguzi kama cha tunaoliongoza taifa hili kwa kuwa CCM ameshindwa, tumeona hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi katika mazingira yaliyopo sasa, ambayo siwezi kuyarudia yote kwa sababu kila kiongozi kayasema hapa. Haiwezekani ili mbunge au diwani wa Chadema atangazwe lazima mabomu ya polisi yaliye, yale mabomu ni gharama sana. Zile fedha wanazotumia kwa wananchi kupiga mabomu, kwanza ni kodi zetu, yani hela zetu wenyewe, wananunua fimbo ya kutuchapa wadwangi sana, hao wa watu dwanzi kabisa ya fedha wanazotumia kwenye mabomu zingetosha na zingefaa kutumika kwenye madawa mahospitalini, ambayo sisi wananchi ndio tumefaidika, na sio kutupiga mabomu wakati tunafanya zoezi la kuchagua viongozi. Tunawataka haiwezekani ili mbunge wa Chadema au diwani wa Chadema au mwenyekiti wa kijiji wa mtaa atangazwe, basi watu wapigwe, watu wapate ulemavu watu wawawe. Mimi ni mhanga pia wa mazingira magumu ya uchaguzi, na ndio maana pamoja na kukomaa na kuwa mbunge kwa miaka kumi, lakini siko tayari tena kurudi kwenye uchaguzi katika mazingira ambayo nilipitia elfu mbili na kumi wakati nagombea kuwa mbunge wa Mbeya mjini. Nilipata kura za kutosha sana, lakini mpaka kuja kunitangaza ilibidi mabomu yapigwe na sisi tuchome matairi, tukate miti tuweke barabarani, turushe mawe. Sasa haya mambo gani ya pamoja na hayo yote bado mwanamme ni komae, yaani tumeshamaliza uchaguzi mnani, matokeo yangu ninayo, kwa pana yanajulikana, kama kura labda ni elfu kumi kama mii mwe... ni hivyo hivyo, pamoja na mimi kuwa mbunge niliyechaguliwa kwa kura nyingi kuliko mbunge yote pamoja na mwingine wa taifa ilimshinda la labda kutokana na idadi ya watu. Pamoja na mimi kuwa mbunge nilichaguliwa kwa kura nyingi, kura mpaka zinamwagika, bado ili kutangazwa ilibidi tuchome matairi, turushe mawe, tukate miti, tufunge barabara. sasa kwa sasa pale Mtiliga pale Mbeya, ndio ishirini ishirini, ilikuwa tense kidogo ishirini ishirini, hawakuja na polisi, walikuja na vifaru wa jeshi hali ikawa mbaya sana masera. Baada ya uchaguzi ule wa 2020, natoka nyumbani naenda kwenye kituo cha majumuisho. Nikipita barabarani nakutana na majeruhi wengi sana, huyu ana bongo, huyu anachechemea, huyu ana plasta. Nikasema hapa kuna nini? Nikaanza kuwauliza kia miyemuuliza, kuna vipi bwana bodaboda ni lazima lazima uvunje miguu. Sasa hatuwezi kwenda na uchaguzi wa aina hiyo. Ndio maana tumekuja kwenu na ajenda ya no reform, no election. Bila mabadiliko, hakuna uchaguzi, kwa sababu hatuko tayari tena kuwa mbunge. Mimi siko, sina raha kwamba ili niwe mbunge lazima watu wanne watano wamekufa. Inakuwa huru haki tume inayoenda kusimamia haki za mpiga kura, haki za mgombea, wananchi wachague mtu anayemtaka ili aende akawaongoze na kuwasikiliza. Kama walivyosema Makajoka, hauwezi kuwa na kiongozi hawa hawa ambao wanachaguliwa wanapitishwa kwa mabomu wakakusikiliza bwanavawa, kwa sababu wanajua hukuwachagua. Kwa hiyo wanajua hata wafanyaje, wasipokusikiliza, wakikunyanyasa, wao wanajua kwamba uchaguzi unaofuata wanatangazwa tena kwa mabomu. Hiyo ya kutangazana kwa mabomu ndio tunaenda kuikomesha, na mwenyekiti taifa atakuja kuielezea hapa. Kunja ngumi ni wapi? Wakati nawajanulia mwenyekiti wa taifa. Kunja ngumi wawa, kunja ngumi gwawa, kunja ngumi gwawa

Ampasanteni, yeah. Oh! Asanteni sana. Sasa ndugu zangu wa Vwawa, mimi napenda sana kuja hapa na mikutano ya Vwawa, siku zote huwa ni mikubwa sana. Nilikuwa nauliza leo leo, mbona mbona watu wamenunanuna? Kuna nini huu eh? Ndio mkutano wa kaahu eh? Mwaka jana sijui kama mliambiwa, lakini tulikuwa na shughuli Mbeya mjini, nikaja, nimefika tu usiku tukavamiwa na mapolisi hatuna kosa lolote, tukaburuzwa sana, nikapakiwa kwenye kwenye, nafikiri ilikuwa gari ile, wakati kunifunga hapa nanikudilaza hapa kwa kwa rafisi kwa alasio mpaka kesho yake mchana wakanipakia wakanipa Dar es Salaam. Sasa jamani, nchi <laughs> yetu ya shida sana. Mheshimiwa, naomba tuzungumze habari ya uchaguzi, kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi, na mwaka wa uchaguzi lazima tuzungumze mambo yanayohusiana sisi. Ni wa kwanza, haya maneno ni makubwa ni makubwa sana. Ndio maana kila anayenyanyuka kusema akiwa wa CCM anatulaani, kila anayenyanyuka akiwa ni mpambe au kibaraka au mtumwa wa CCM anatulaani, na kila rafiki anayesimama anatuunga mkono. Haya maneno ni makubwa. Maana yake ni kwamba kuzuia uchaguzi, maana yake ni kwamba kuzuia hiyo ratiba iliyowekwa kwenye sheria za uchaguzi na imewekwa kwenye katiba ya nchi hii ya kufanya chaguzi kila mara, kila baada ya miaka mitano, tunataka kuizuia ni jambo dogo kiasi gani hii? Hilo jambo ni dogo kiasi gani? Wote wanafahamu ni jambo, na hakuna ambaye amewahi kulisema katika miaka yote tumekuwa nchi ya vyama vingi. Kwa hiyo swali la kwanza la kujiuliza, swali la kwanza kabisa ni kwa nini tumeamua hivi kwa nini sisi nyie na polisi msipowashughulikia hao na tutafuta maneno, maanake huo ni, huo ni uchokozi. Tuheshimiane. Nilikuwa nasema, ndugu zangu, swali la kujiuliza ni kwa nini hiki chama ambacho kimeshiriki kila uchaguzi mkuu tangu tisini na tano, kwa nini leo kinasema kusipokuwa na mabadiliko tutazuia uchaguzi usifanyike? Sisi ndio chama ambacho ukiondoa CCM chama kingine cha siasa nchi hii ambacho kimewahi kuwa na wabunge wengi kama Chadema. Ukiondoa CCM, sisi ni chama ambacho kimewahi kuwa na madiwani wengi kuliko chama kingine chochote. Sisi ndio ambao tumekuwa na wenyeviti wa vijiji wengi zaidi kuliko chama kingine chochote, na wa mitongoji na wa mitaa. Kwa nini leo tunasema bila uchaguzi, bila mabadiliko hakuna uchaguzi? Sisi ambao tumeongoza majiji, tuliongoza jiji la Dar es Salaam, jiji la Mwanza, Mbeya, Tanga, Arusha halmashauri nyingi Karatu, kila mahali. Kwa nini leo tunasema no, ele, no reform, no election? Kwa nini leo tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi? Kwa nini sisi ambao tumekuwa wabunge, mimi nimekuwa mbunge, Sugu amekuwa mbunge, Haonga amekuwa mbunge, Bakajoka amekuwa mbunge kwa nini leo tunasema? Ni imefika mahali, nyie wananchi mnaopiga kura kila mwaka kila mwaka wa uchaguzi hamwezi tena kuchagua viongozi mnaowataka. Uchaguzi wetu sasa hivi hauamuliwi na kura za wananchi, unaamuliwa na bunduki za mapolisi, unaamuliwa na mabomu ya mapolisi unaamuliwa na vifaru na magari ya kivita ya yet majeshi yetu. Elfu mbili na kumi na tano hapa bwawa ilikuwaje kwenye kwenye, ubu kwenye udiwani? Sasa namna hii hatuwezi kufanya chaguzi tena, chaguzi zinazoamuliwa na wanajeshi badala ya kuamuliwa na wapiga kura. Hizo sio chaguzi tena, na nielewa, na hii habari imeanza baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi na tano. Kabla ya 15 tukulikuwa na ushindani, hawakuwa wanaengua nchi nzima. Sasa hivi wanaengua nchi nzima. Wanaua. Mwaka jana wameua kijana wetu hapa, hapa. Steven Charamila, elfu mbili na ishirini waliua watu zaidi ya kumi hapa, au nakosea? Mwaka jana sio Charamila peke yake, kule Manyoni kwetu wameua mwenyekiti, mgombea mwenyekiti wa kitongoji amepigwa risasi.